Uh, Mr. Matthew, mwana Mwanakatwe anauliza tunaweza wekeza kama kikundi kwenye hisa labda milioni ishirini na tano, ili jambo linawezekana, Mr. Ami? It's kind of tricky. It's kind of tricky kwa sababu itategemeana na ile CDS mnavyo wanavyofungua hichi kikundi uh, wanaifunguaje kwao. Itabidi hicho kikundi kiwe kimesajiliwa kwenye la mamlaka za kiserikali especially serikali za mitaa, ni kama ambavyo vikoba vinavyosajiliwa ili viweze kuanza kufanya uwekezaji. Itabidi viwe vikuwe, kuna uongozi, mwenyekiti, mweka hazina na sio, at least watu watatu ambao wana, wana, wana hizo nyadhifa, at least nadhani ni mwenyekiti, mweka hazina na sio na katibu, kitu kama hicho, ili sasa waweze kufungua hiyo CDS account ya kikundi. Umeona, more, more or less then from there they can invest. Sasa kikundi wanabidi prove kwamba watakuwa na hiyo wamesajili, maana yake automatically watakuwa na bank account ya kikundi. Sasa hapo itakuwa discretion ya uongozi wakilipwa gawio kugawanaje kama kikundi hapo. Uh, hapo ami pia kama unaweza uka confirm tu kwa dakika moja, anahitaji kujua kama dividend ni kila baada ya mwaka ama kuna ratiba tofauti. Uh, dividend huwa inalipwa provided company imetengeneza faida. Kuna kampuni zinalipa dividend mara moja kwa mwaka kuna kampuni zinalipa dividend mara mbili kwa mwaka. Mfano mzuri kampuni zinazolipa dividend mara moja kwa mwaka ni kama TCC, I mean, sorry, ni kama CRDB, NMB na mm, uh, Vodacom, lakini kuna kampuni ambazo zina sifa kulipa mara mbili kwa mwaka, mfano mzuri ni TCC.